Utofauti ile ile, kajaribu kuweka, kuna sehemu kidogo ya arrange, kuna sehemu ya kabati, kuna sehemu ya, kuna sehemu ya, ya kitanda na sehemu kubwa tu imebaki kwa ajili ya kupumzika, unaweza kaweka mambo mengine, lakini kama ninavyosema, ramani inatakiwa kuserve purpose, inatakiwa lile lengo ulilokuwa nalo au matamanio uliyokuwa nayo yeah. Yeah. ya ya kujenga hiyo nyumba, mtaalamu anatakiwa yafikie kwa namna moja nyingine. Hii ramani ina madirisha mawili kama ile kule, lakini kidogo, kama ukiangalia ya madirisha yake ni makubwa kidogo, sio sana, lakini eh, yamekaa yame upande pande, pande mbili, na maana kuna movement, hewa inaingia, kwa sababu kwa da au mikoa mingine inategemea na nyumba ilipogeukia, kwa sababu nyumba master bedroom mara nyingi inatakiwa igeukie, dirisha moja liwe sehemu ambayo kuna upepo unaingia mwenye, lakini upepo unaweza ukatoka. Kwa mfumo huo unaingia na kutoka kwao madirisha yako kwa mawili. This is good. Eh, kidogo hapa tunaona mlango umeficha chumba, mlango umeficha chumba. Nikiwa namaanisha mtu anavyoingia hakioni chumba direct, anaanza kuona kabati, anaanza kuona kitu kingine kabla ya kuona chumba kwa hiyo hata kama kuna mtu alikuwa amekaa ile eneo amekaa eneo la, la, la kitandani hapa, ana uwezo mfano, mtoto anaingia, mzazi una uwezo kidogo wa kujifunika au kujistiri kwa namna moja au nyingine, maana vitoto vidogo navyo huwa vigongeoni. Inategemea na una familia ya namna gani vile vile, kwa sababu unaweza kumchorea nyumba mtu ambaye ndo anaanzisha familia, unaweza kumjengea nyumba mtu ambaye ni babu au mtu wa kawaida mwenye watoto ambao ni ni machuadi yani ni, ni, ya ni, ni tofauti, lakini tunaona hapa kuna choo, kuna toilet ambayo sio mbaya standard. Mtu anaweza kaweka bafu anaweza kaweka choo, lakini sio kikubwa kama unavyokiona, sio kikubwa again. Tunarudi kwamba kwenye willingness ya, eh, kiasi cha pesa ambacho uko tayari kutoa eh, kwa ajili ya mtaalam kupoteza muda wake kufikiria ana kujengea ramani ya namna gani. Kwa hiyo unaweza kukuta kidogo huyu pengine alilipa kwenye laki nne hivi, aliongeza kidogo dau. Kwa hiyo mtaalam kidogo akakaa chini akasema, ngoja ni mstiri hapa chumbani, mtu anavyoingia hapa awe comfortable, asione chumba na nini. Kwa hiyo sasa hiki choo kina shida stili kwa sababu mtu anaona direct, kama ukiangalia mlango, mlango ni kwamba umekaa direct kutoka chumbani, na maana kutoka kitandani, na maana mtu akiwa ndani anaona direct, na hata mlango unapotakiwa kufunguliwa ni huko, kutokana na udogo wa choo na nini, lazima fundi mlango ataweka ufungulie huo upande ambao umeonekana, na maana mlango unafungua kwa kwenda hivi, ila bado hiki chumba kwa namna moja nyingine, hautokuwa comfortable na hiki chumba. Kama ukiangalia dirisha la chooni, ni yale madirisha ambayo tumezoea mafundi wetu wa kila siku wanaamini kwamba dirisha la chooni ni futi mbili kwa futi mbili sentimita sitini kwa sentimita sitini Kwa sasa choo kidogo kadirisha kadogo, yani una, una chooni inakuwa ni sehemu ambayo unatamani kutoka kila ukiingia unatamani kutoka, ndio hiyo. Unajikuta sasa, kama kuna kamlango ka kutokea nje, karibu unajikuta unaenda kupiga mswaki nje, vitu vingine unavifanyia nje, huwezi kufanyia ndani. Lakini nikukumbusha kwamba chumba hichi chumba hiki namba mbili na kile chumba namba moja vyote vina ukubwa sawa. Hivi vyumba vyote vina ukubwa sawa, hiki na hiki vyote vina ukubwa sawa.

kidogo tunaona kidogo, ina mwanga, ina mabadiliko mabadiliko. Hii bedroom namba tatu kwanza ina madirisha makubwa zaidi. Haya madirisha ni makubwa zaidi, alafu kama ukiangalia, kuna namna iki chumba kimepungua size size, imekuwa sio kubwa sana, lakini hii size ni comfortable. kama ukiangalia sehemu ya kukaa ipo, kitanda kipo hapa eh. Ipo tv cabinet. Unaweka TV, unaweka nini, kuna dressing room. Hmm? kuna dressing dressing room room mtu anaweza akakaa hapa, anafanya mambo yake kina mama eh. Toileti ni kubwa, choo kime choo kimekuwa, sababu ni patisheni, unaweza kuweka patisheni ina mlango wa kuslaidi eh. Ni, ni rumu ambayo imechangamka kidogo, alafu hata mlango wake namna ya ufungukaji, kama umeangalia namna ya ufungukaji wa huu mlango unaficha chumba, lakini mtu vilevile unaweza ukaingia tu kwa ajili ya kwenda Unaingia tu kwa ajili ya kwenda uh, toilet, unaingia kwa ajili ya kwenda kuangalia kujiweka sawa na nini. Hata usifike huko chumbani, ukamalizia mambo yako huko. Kwa hiyo na hata ukiangalia huyu mtu anayeingia chooni anakuwa yuko comfortable, anakuwa yuko free. Hana shida. Yaani anakuwa yuko free kwa sababu namna ya kuingia yenyewe ina maana mtu lazima uingie kwenye iki. Alafu ukitoka hapo lazima uende, ndo unafungua mlango na ingia, kuna privacy, mtu unakuwa comfortable, mazingira ya kupiga mswaki. Na kwa kawaida choo tunasema inaanza sehemu dry, inakuja sehemu wet. Sasa sehemu dry ni sehemu ambayo ina water closet, ina choo alafu sehemu wetu ni sehemu ya kuogea. Kwa hiyo sasa, sehemu ya kuogea kama ikiwa ina partition kidogo, inakuwa iko vizuri zaidi. Kama ukijenga mfumo ambao unaruhusu kuweka partition kidogo, inakuwa iko vizuri zaidi. Mtu anaweza asiweke leo akaweka kesho. Anaweza ikichumba kijenge kama kilivyo, lakini within time wanafanya, lakini wako clients ambao wanataka kitu kiwe full detail hii ni picha tu, simaanishi kwamba hapa ndo ramani inapoishia. Hiki chumba kinaweza kikafanya mambo makubwa zaidi, kwa sababu ni chumba kikubwa, kinaweza kikafanya mambo makubwa zaidi. Na hata ukiangalia dirisha lake la chooni, nalo ni dirisha kubwa, kwa hiyo choo kinakuwa na hewa, hata kukiwa kuna harufu inatoka kirahisi, tofauti na dirisha hizi zingine kwenye hivyo vyoo vingine, ina maana huyu atajikuta analazimika kuweka exhaust fan, kuweka feni ambayo inatoa hewa ndani ya choo inatoa nje, kwa sababu dirisha ni dogo, kawekewa kwa dirisha dogo. Kwa hiyo atalazimika baadaye kuweka exhaust fan ili harufu isije ndani, ili harufu isije ndani. Kwa hiyo sasa zinaongezeka na mtu unakuwa hupo comfortable, ah, exhaust fan, kuna harufu itazivuta, kuna harufu nyingine itaziacha zitapita, zitakuja, zitakuja ndani, mtakaa kwa shida. Lakini huyu hata asipoweka exhaust fan ya kuvuta hewa chafu nje. Kidogo kuna, kuna ufa zaidi, kuna ufa zaidi. Kwa hiyo na kama ukino, ukijaribu kuangalia tena kwenye hii nyumba kuna exit mwisho wa corridor ameweka exit door kwamba kwa se, sehemu ambayo yuko master kuna exit door, anaweza akatoka nje bila kupita sebleni. Maana kama kuna emergency yoyote anaweza akatumia mlango akatoka nje. Lakini ukiangalia hizi ramani zingine mbili hazina exit door. Kwa sasa hizi consideration ni ndogo ni ndogo lakini kwenye comfortability ya mtu unavyoishi kwenye nyumba ambayo utaishi kwa miaka thelathini, miaka arobaini, hivi vitu vinamata sana, vinamata sana. Kwa hiyo eh, nimetoa highlights, nimejaribu kutumia hizo ramani tatu, lakini baadaye nitakuja na kuongelea kitu kimoja kimoja. sasa kuhusu swala zima la ramani na pia nitaongelea na ushauri wa architect. Kwa hiyo nitakuwa naongelea kitu kimoja kimoja mpaka uh, nitajitahidi video zisiwe ndefu sana, sababu ini ya utangulizi kidogo, nataka uelewe nini ambacho nataka ku, kuelekeza nini ambacho nataka nikionyeshe kwenye hizi tutorial. Kwa hiyo nita, nitakuwa natoa klipu ambazo nitajitahidi zisiwe ndefu na jitahidi ziwe za michoro zaidi ili mtu uangalie michoro, maana nikiongea peke yake huwezi kuelewa. Mtu uangalie kwa mfumo wa michoro uelewe kwamba okay, hichi kitu hakitakiwi kiwe hapa. Kuna matatizo sana jikoni. Kuna namna jiko linatakiwa likae. Sebule kuna namna sebule inatakiwa ikae. Kuna nyumba ambazo watu hawawezi kupita sebuleni, wanatumia mlango wa jikoni always kwa sababu sebule imekuwa arranged vibaya, mlango wa sebuleni umekaa sehemu ambayo siyo. Kwa hiyo unajikuta huwezi kutumia mlango wa sebuleni, unaanza kutumia mlango wa jikoni. Wengi wanapita, nyumba nyingi zinapita jikoni, mlango wa sebuleni unakuwa umefungwa muda wote, unakuta umefungwa. Kwa tutatoka hapo, tutaenda mpaka tuta, tutaanza na nyumba za kawaida, tutaenda kwenye nyumba ambazo ziko serious tutaenda kwenye commercial buildings, tutaenda kwenye majengo ya biashara restaurant, kwa sababu kuna watu wanafungua restaurant, lakini kuna vitu wanavikosea, kuna vitu wanavikosea sana. Kwa hiyo mtu hata ukienda kula unakuwa uncomfortable, afu unajikuta haurudi. Kuna aina ya taa zinaweza zikatumika chumbani, kuna aina za taa zinatumika sehemu ya biashara, kuna aina ya tiles, kuna aina ya rangi. Yani, design ni very wild, ni very wild. Kwa hiyo tajaribu kuenda kwa kidogo kidogo, lakini hopefully, kwa mtu ambaye una mpango wa kujenga, ukifuatilia utapata kitu, na hopefully itakusaidia, kwa sababu lengo ni kusaidia, lengo ni hichi kitu ambacho mimi natamani, hichi kitu ambacho ninacho nawe ukipate hii elimu ambayo ninayo na wewe uipate, kwa sababu I believe, naamini kwamba nyumba ni, ni kitu kikubwa sana kwenye maisha ya binadamu. Kwa hiyo sio kila saa tuangalie pesa, muda mwingine tutoe elimu tu, watu wajue, watu waelewe kwamba hichi kitu unatakiwa mtu ukichukulie kwa, kwa namna gani, kwa mfumo gani, kwa ukubwa wa namna gani? Kwa hiyo nadhani that's it For, for this video. Tutaonana tena kwenye video nyingine. Kama mtu unataka consultation, tafika ofisini Mikocheni, ofisi zetu ziko Mikocheni opposite na Tanesco, karibu na Tanesco ukifika, uh, kuna hospitali moja inaitwa Alpha Specialized Clinic, karibu na Alpha Specialized Clinic. Kwa hiyo karibu ofisini, tutakuelezea kama kuna jambo unatakiwa kulijua. Consultation ni, ni, kitu cha muhimu. Unajenga nyumba ya ndoto zako, lazima upate consultation, huna namna, lazima upate consultation kutoka kwa mtaalamu. yes, it, it, it, it, kwaalgarim itakugarimu. Ndio, kwa sababu mtaalamu hawezi kutoa nguvu zake zote kukaa na wewe risari moja masaa mawili for free, inaweza ikakugharimu, lakini ina staili is worth it. Kwa hiyo that's it for today, then tutakutana tena kwenye video nyingine ambayo nitaanza kuelezea kitu kimoja kimoja, namna ya kupata comfortability, namna ya kupata ya kupunguza running cost, construction cost, space arrangement, land utilization, ushauri wa kisheria na vitu kama hivyo. vituka, vituka, vingi sana tutaviongelea, ambavyo hopefully vitakusaidia kabla hujafanya maamuzi. Lengo ni upende nyumba yako usiichukie, toa hela unavyojenga nyumba yako, hela yako ikufurahishe, kwa sababu ile nyumba ndo hazina. kwa hiyo unavyoiweka pale inatakiwa angalau ikupe faraja, baadaye uweze kuridhisha familia, sio nyumba watoto wanakuja kuichukua wanabomoa, no. Kwa hiyo that's it for today. Naitwa Architect Joseph Timo Standika toka Hinley Company Limited, until next video I wish you all the best. Ukae salama, be safe.